Sidiko safi, safi. Pundamilia 555? Safi. Tumbili safi. Simba safi. Sidiko oe. Oe. Oe. Mkulima, leo tena ni siku nyingine tena tumekuletea na kukuangazia ubora wa mbegu zetu kutoka Silicone. habari yako mkulima, vipi pale ulipo? Taarifa mbalimbali ambazo tunashare na wewe, na, na, kuhusiana na mbegu hii ambayo unaiona mbele zako. Hii ni Pundamilia namba mia tano hamsini na tano, ni mbegu yetu mpya ambayo inafanya vizuri sana. Aa, niko katika shamba darasa hili ambalo kwa hakika mbegu hii imefanya maajabu eh? Unaweza ukatazama tumekuna majani kidogo, ili uweze kuona size ya muhindi cob, tunasema cob size ya muhindi. Sasa leo nataka nikupitishe kidogo kwenye sifa za mbegu hii. Kwanza ah, tunasema pundamilia ah, mia tano hamsini na tano ni mbegu ambayo ina zaa mbili mbili Hicho ni cha kwanza, yapo katika shamba hili. Ukitazama sehemu kubwa imezaa moja moja e, la pili limeshindwa kufika. Nafikiri unafahamu mkulima, ni kwa sababu ya ukame mkali ambao tumeupata mwaka huu. Lakini zaidi ya hapo, pundamilia uh, ina jaza e, mwindi wake unajaa mpaka juu na unafunga yamefunga, e, mpaka juu hii inakusaidia we mkulima kukuepushia hasara ya mahindi haya kuoza ama maji kuingia ndani. Kuna baadhi ya mbegu unakuta majani hayafungi mpaka juu, kwa hiyo hili eneo la juu linabaki wazi, linabaki hewani. Sasa hiyo ni hatari sana. Unapochagua mbegu, zingatia sana jambo hilo. Lakini kingine, mahindi haya yakikomaa, yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana, inama, yanalala kama hivyo. Kwa hiyo hii inakusaidia hata kama utakuwa ulipanda mapema sana, kukawa na mvua basi, zikiwa zinanyesha mvua zile zitakuwa zinachuruzika na hatimaye zinaulinda mwindi wako. Lakini hebu tukapasue mwindi huu tuone ndani punje, je, ziko za kutosha? Ala la la, mkulima, ona kitu, cheki huo mwindi, umejaza punje mpaka kwenye ncha na ni kubwa, punje zote ni kubwa kama ambavyo unaweza ukaona. Hebu eh, tuangalie na mwindi huu nao. Yaani mwaka huu wewe eh, mkulima ambaye hujapanda pundamilia, simba, tembo eh, tumbili kutoka Sidico, basi utakuwa umejikosesha sana eh, licha ya kiangazi kikali ambacho tumekipata. Lakini unaweza ukaona ya, kaona, size ya mwindi, ni kubwa, lakini zaidi ya hapo, hebu tukate tu mwindi huu tuone tunasema sifa ya kipekee ya mbegu zetu ni kuwa na gunzi jembamba sana lakini punje kubwa. Hicho kitu unaweza ukakiona kwenye, kwenye gunzi hili, hebu tupokuchia kidogo tuone. Jamani, mambo haya tunakwenda kwa vitendo, tuone. Unaweza ukaona saizi ya punje, hebu tazama saizi ya hizi punje. Eh, ni kubwa, nene, zimejaa. Lakini tunaposema gunzi jembamba unaweza ukaona, hebu tazama haka kabunzi, hebu tizama e, mkulima jamani, mwenye macho waambia, tazama hebu ona kagunzi kadogo punje ndefu kubwa, hii ndio punda milia 555. Ah, uh, lakini sifa nyingine tuendelee kupeana sifa za mbegu hii. Sifa nyingine mbegu hii ina uwezo wa kukupa kati ya gunia thelathini na saba mpaka arobaini na mbili kwenye eka moja, endapo utazingatia kanuni bora za kilimo. Utapanda vizuri kwa nafasi, utazingatia matumizi ya mbolea, utazingatia palizi. Shamba linapaswa liwe safi kama ambavyo unaona shamba letu hili ni safi. Mahindi haya yanaenda kukauka, lakini ni safi, hakuna ushindani wa magugu, kati ya magugu na mahindi hakuna ushindani wa chakula hapo. Lazima uzingatie usafi wa shamba, kulima. Lakini sifa nyingine ya mbegu hii upekee wake wa majani kubaki na hali ya ukijani mpaka pale ambapo mahindi yanakauka. Unaweza <laughs> ukaona jamani, eh? haya majani bado ni mabichi kabisa, mabichi kabisa eh? hebu ona, ya kijani kabisa. Unaona shamba zima ya, majani ni ya kijani, lakini mahindi yameshaanza kukauka, lakini majani bado yana ukijani. sasa hii tabia ya mbegu hii kuweza kubaki na ukijani kwa muda mrefu ni faida kwako, kwa mkulima eh, hata kwa mifugo. Hapa yalikofikia unaweza ukaamua kufyeka haya mahindi yakakaukia nyumbani, na hatimaye haya mabua ukalisha ng'ombe wako wakapata lishe nzuri, kutoka kwenye majani mabichi kabisa, ambayo yana lishe ya kutosha na maji ya kutosha, ha? ukastawisha mifugo yako. Lakini sifa nyingine ya pundamilia ni kinzani dhidi ya magonjwa, lakini ni stahimilivu dhidi ya ukame, na hicho naamini mkulima umekiona, tukizingatia hali ya hewa ya mwaka huu, ukame umekuwa ni mwingi, lakini mkulima huyu ameweza kuzalisha mahindi ya kiwango hiki eh? Mahindi ya kiwango hiki pamoja na ukame no, ambao hii inaashiria kwamba pana ustahimilivu mkubwa wa hali ya ukame. ah, sina mengi sana Ah, kazi ni kwako, mkulima. Maamuzi ni yako kuamua ha? Kupanga ni kuchagua, uamue mwenyewe sasa kipi ambacho unakwenda nacho eh? Mwakani kama mwaka huu kufanikiwa kufanya kupanda mbegu kutoka SeedCo, ninaamini mwakani, kwa matokeo haya ambayo yamejionyesha mwaka huu, hususan ni hali hii ngumu ya ukame imedhihirisha umahiri na ubora wa mbegu zetu. Kwa hiyo nikualiki mkulima kutoka katika maeneo mbalimbali nchini ambayo anatufuatilia, ambao anatazama video hii, mwakani usikose kujipatia pundamilia na mamia tano hamsini na tano, tano kwa ajili ya kupata mavuno bora na ya kutosha kama ambavyo mkulima huyu ameweza kunufaika katika shamba darasa hili. Uh, Sidiko tunasema ni nyumba ya mavuno mengi na mavuno bora, kuanza na mbegu bora kutoka silico na Minja Kilimo mara zote zinasema, kilimo ni maisha, kilimo ni ajira, kutanishi.